Habari njema ikirushwa iki, iki, iki <laughs> tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe Bukelebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi leo Jumatano ya Novemba 26, 2025. Sometwa siku yali na, na kitu cha habari kinachosema Kristo atakapokuja ujira wake utakuwa pamoja naye fungu letu ni kutoka kitabu cha Zaburi Zaburi sura 35 mstari wa 25, unihukumu kwa haki yako, e Bwana mungu wangu Tuombe. e, mungu wetu uliye mtakatifu tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya kuamka na kuingia tena katika kesha hili la asubuhi. Tunakutukuza kwa kutuongoza, kutulinda na kutuvusha usiku salama leo tunapojifunza somo hili lenye kuangaza kuhusu hukumu yako ya haki na vazi la harusi la tabia njema, tunakuomba utufungulie akili na mioyo yetu ili tupokee neno lako kwa unyenyekevu. Bwana, tunaiweka Tanzania mikononi mwako. Bariki viongozi wetu katika ngazi zote, wape hekima, uelewa na moyo wa kuwatumikia wananchi kwa uadilifu. Bariki familia zote, bariki vijana, watoto na kanisa lako nchini ili tuishi maisha ya haki na amani. Ulinzi wako we juu ya mipaka yetu uchumi wetu na kazi za mikono yetu. Roho Mtakatifu akatembee nasi katika kesha hili, atuguse atufundishe na atutie nguvu kutembea katika haki ya Kristo. Tuanze na wewe Bwana na ubaki kuwa nasi hadi mwisho. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, Amina. Wakati mfalme alipokuja kuwatazama wageni, tabia zao halisi wote zilifunuliwa, maana kila mgeni katika sherehe ile alikuwa amepewa vazi la harusi. Vazi hili lilikuwa ni zawadi kutoka kwa mfalme. Kwa kuvaa vazi hilo, wageni walionyesha heshima kwa mwandaji wa sherehe. Lakini mmoja alikuwa amevalia mavazi yake ya kawaida ya kiraia. Alikuwa amekataa kufanya maandalizi yaliyotakiwa na mfalme vazi lililokuwa limeandaliwa kwa ajili yake kwa, kwa gharama kubwa hakulivaa hivyo alimtukana bwana wake kwa swali la mfalme uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi hakuwa na jibu alijiraumu kisha mfalme akasema mfungeni mikono na miguu mchukueni mkamtupe katika giza la nje tukio la mfalme kuchunguza wageni katika sherehe linawakilisha kazi ya hukumu wageni katika sherehe ya Injili ni wale wanaoikiri kuwa watumishi wa Mungu, wale ambao wa majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Lakini si wote wanakiri kuwa Wakristo ni wanafunzi wa kweli. Kabla thawabu ya mwisho haijatolewa, uamuzi utatolewa kwamba ni akina nani wanafaa kushiriki urithi wa watakatifu. Uamuzi una unatakiwa kufanywa kabla ya ujio wa wa Kristo mara ya pili mawinguni, maana atakapokuja, ujira wake utakuwa pamoja naye kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kabla ujio wake, basi sifa, kazi ya kila mmoja itaamriwa na thawabu itatolewa kwa kila mfuasi wa Kristo kulingana na matendo yake. Ni wakati wa wanadamu wanapoendelea kuishi duniani ndipo kazi ya hukumu ya upelelezi inaendelea katika nyua za mbinguni. Maisha ya wale wote wanaodai kuwa wafuasi wake yanapitishwa mbele za Mungu. Wote wanachunguzwa kulingana kumbukumbu za vitabu vya mbinguni na kulingana matendo ya hatima yao inaamriwa milele. Vazi la harusi katika kisa hiki inawakilisha tabia safi isiyo na waa watakayokuwa nayo wafuasi wa, wa kweli wa Kristo. Kanisa limepewa kuvikwa kitani nzuri ing'ayo safi lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Kitani nzuri semwayo katika maandiko ni matendo ya haki ya watakatifu. Ni haki ya Kristo, tabia yake mwenyewe isiyo na mawaa ambayo kwa njia ya imani inatolewa kwa wale wote wanaompokea kama mwokozi wao binafsi kuvikwa huku vazi la haki yake mwenyewe Kristo atamvika kila mtu atubuye na kuamini. Christ's Object Lessons 309 hadi 311. Ombe. Mungu wetu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutuzidishia neema yako katika kesha la leo. Tumelipokea neno lako kuhusu vazi la harusi, tabia ya Kristo, na tunakuomba utusaidie kuvaa vazi hili kila siku katika maisha yetu tusaidie tuishi kwa uaminifu, tukitambua kwamba siku itakuja ambapo kila mmoja atalipwakadiri ya matendo yake. E, Bwana utulinde, tunapoendelea na majukumu yetu ya siku ya leo. Tuweke mbali na majaribu na hatari zote, utupe amani, utupe nguvu na utupe moyo wa kutenda mapenzi yako. Baraka zako ziwe juu ya kila mmoja wetu aliyeshiriki kesha hili, na Roho ya unyenyekevu na utii izidi kutuongoza. Tunafunga kesha hili kwa amani tukiwa na shukrani tele kwa wema wako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba. Amina.